Kwa jina la Yesu wana nguvu tena, hawezi wakanifuatilia kwa jina la Yesu, mungu yupo atanitetea. Kwa jina la Yesu, kumbe kamungu kanasaidia bana. Ninyonyea, nilikuwa na jihami tu, mm. Konja niondoke zangu, asija kanikuta tena hapa. Eh. Hey. Enzi zetu bana. Enzi zi wu, ah. Zile utaona tu mtu kamatia zake. Ah. Pindi kile tunaimba zile ndomboro, ndomboro ndomboro ndomboro ya sama. Eh, hivyo ya sama buruburu hivyo hey, hivyo ndomboro so, basi mtongoze nyimbo gani hiyo? Basi mtongoze sona mwanaume anatongoza, e ujinga mtakatifu kabisa.

Mkuu, nimekuita hapa, kuna kijana ametokea, ambaye anataka kutuharibia mambo yetu tena. Huyo kijana ana nguvu zaidi. Unaonaje hilo mkuu? Kuna kijana yoyote anayeweza kutushinda nguvu sisi hapa duniani? Sawa mkuu, Kufanya mbinu gani ili huyo kijana tumshinde? Huyo kijana atakiwa atafuta popote pale alipo, natuweze kumwonyesha kwamba sisi ni nani katika hii dunia. Sawa mkuu. Mkuelewa azi, ukaendelea na kazi zako. sawa mkuu. <laughs> Hakuna mshenzi yoyote kwenye huu ulimwengu atakayeweza kunishinda nguvu mimi. Na sijawahi kutegemea kwamba nitashindwa nguvu na mtu yoyote hapa duniani. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Vitu vya ajabu ajabu zangu hapa uji uji jamaa, yaani nasema ni ushamba ushamba ushamba yanyo ushamba, si ndo tuna enjoy? Yani kitu kizito hiki mm, kama nyimbo za kileo za hizo sawa, washenzi washenzi Api wana vitu kizito, vitu kizito. Hata kama unapendwa, acha kulinga, kisitaka kuposti, wisha anza kulinga, mapenzi yana wiki tu, wisha bebana mimba itaka bebe so, so, <tie> zile nzuzi zetu hmm? na bolingo ya Nzambe e meli, melina na meli Nyimbo zile bana, zilikuwa ni nyimbo mm -hmm. zilikuwa ni nyimbo eh, hey. na msanii na msanii mmoja wa, wa Kisukuma wa Kisukuma anaitwa Budagara mm -hmm. kuna wimbo bana, ameimba, hata mimi mwenyewe nimemsapoti, ndio wasanii wa kuigwa mm -hmm. mnajifanya kama watu lakini, kumbe bado mnatunyonya damu Figo zenu za kishamba, kukalia majungu, mtakufa kivyenu duniani, hayupo atakaye toboa ndo. Hey, nyimbo zinazotakiwa unakuwa unaimba tu basi. Nani hana titi hapo, niangalia wanawake wote wana matiti halafu Asema ushachukua noma, nyache ondoka, sa ondoka, aende wai za kukuzana, kukuzana yeti una yeti, mtu unamwembea, unamwambia ondoka, jimbo zimeisha. Yaani, mfano mimi ndo ningelikuwa msanii, kwanza ningelikuwa natunga mistari, mistari ambayo, kiasi kwamba ukiusikiliza, hmm?

Nazani sote na vinanga na na ndo nyimbo hmm. Kitu kizito, yani ukisikiliza wewe mwenyewe unasisimuka. Lakini nyimbo za leo, baba chuchu, kama vile unafua hivi. Wewe unafua, ushaona mtu analeta anafua, tukasimama hivi kama mlingoti anafua

Unasikia bana mdogo, unaona haya maeneo haya iyo. haya maeneo ndipo wachawi wanapokaa na hapa ndo kwenye kambi lao, sio? Unanielewa, haya maeneo haya hakuna mtu yoyote anayeweza kukatiza kwa sababu hapa ndo kwenye kituo, ndipo wanapokutana, sio? Unanielewa? Nakuelewa. Ehe, sasa kama ilivyo kawaida yetu, sawa? mm -hmm. hili jambo liwe siri ya mimi na wewe, usimwambie mtu yoyote. Sitamwambia kabisa na hapa unavyotuona jinsi tulivyo hapa sawa. mm -hmm. Nimefanya mambo fulani fulani kimazingara zingara, umeona. mm -hmm. Ili wao wachawi wasije wakatishtukia na wasije wakagundua kwamba tuko maeneo haya, sio unanielewa? mm -hmm. Kama unavyojua, mm -hmm. mambo ya uchawi ni mambo ya kiimani. mm -hmm. Sawa, kwa hiyo jamii yetu inateseka, hilo nafahamu, lakini hili jambo sio la kuchukulia ize. Najua wengine wataenda kwa mwenyekiti lakini hata kama wakienda kwenye ngazi za serikali haitasaidia chochote kwa sababu serikali yenyewe ya haiamini nini uchawi. Sio unanielewa? Kwa hili jambo tulifuatilie kimya kimya. Na hata mtu yeyote akijaribu kuzungumzia swala la uchawi. Sawa? Yaani mm -hmm. Yaani, wewe bisha kabisa. Yaani jifanye kama vile ujui mambo ya nini? Ya uchawi. Sawa? Mm -hmm. Hii iwe siri ya mimi na wewe. Mm -hmm. Hakuna mtu yeyote ambaye anatakiwa kujua kwamba sisi tunawafuatilia wachawi au sisi tunadhibiti nini? Uchawi. Sio umenielewa? Kwa hiyo hilo ndilo ambalo takiwa uzingatie sana hmm. Sasa kesho mida kama hii itabidi wewe uje maeneo haya sawa, utakuja hmm, maeneo haya lakini utakuja kwa sura nyingine tofauti na hii sura ulionayo sawa, sawa? Ili uje uangalie lamani, mazingira jinsi wanavyokaa sawa, halafu hmm, baada ya hapo utakuwa unanipa mrejesho sawa.